Naam, katika dunia hii sasa kuna sherehe nyingi sana za kidunia, kuna sikukuu nyingi sana ambazo dunia inasherekea. Miongoni mwa sherehe hizo na sikukuu hizo ni pamoja na Christmas. Leo mimi nitajikita kuzungumzia Christmas hasa, ambayo mamia ya watu ambao wengi ni Wakristo husherekea. Sasa leo tutaangalia chimbuko lake ni lipi? Kabla tujisonga mbele, nikukumbusha tu kwamba mimi ni Geoffrey Mabula. Karibu tuangalie maana halisi kwanza ya neno Christmas. Neno Christmas linatokana na maneno ya Kilatini na Kiingereza cha kale, Christ yaani Kristo, Mass yaani ibada ya misa kutoka kanisa Katoliki kwa hiyo Christmas inamaanisha misa ya Kikristo, ibada iliyotungwa na kanisa la Roma kwa lengo la kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Yesu. Sasa Biblia haisemi siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Tuko pamoja? Biblia haisemi siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Hakuna mahali popote katika Biblia ambapo imeandikwa Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Haipo. Badala yake ushahidi unaonyesha hakuzaliwa wakati wa baridi. Luka mbili aya 8 nasema, kulikuwa na wachungaji mashambani wakikesha usiku wakilinda makundi yao katika Yudea. Kipindi cha Disemba ni baridi kali na mvua, wachungaji hawakuwa mashambani usiku wa wakati huo. Tuko pamoja. Kwa hiyo disemba 25 haiwezi kuwa siku halisi ya kuzaliwa kwa Yesu. Jambo la tatu. Asili ya kipagani, tuangalie asili yake. Hii tarehe 25 Disemba I, kwa nini tarehe 25? Na wakati kwenye bibilia haipo, kajiulize mtu wa Mungu, kwa nini tarehe 25 Disemba na wakati kwenye bibilia haijatajwa kabisa kwamba Yesu alizaliwa tarehe hiyo? Wameitoa wapi? kwa nini wasiweke tarehe 23? Kwa nini wasiweke tarehe 10 wa nne, kwa nini wasiweke tarehe nyingine? Waweke tarehe 25 Disemba. Tarehe 25 Disemba ilitoka kwenye sherehe za kipagani za Warumi kabla hata ya Ukristo. na maanisha nini? Ilikuwa ni sherehe ya Saturnalia, ilikuwa ni sherehe ya miungu ya jua Saturn na Mithra, iliyoadhimishwa kuanzia Disemba 17 hadi 25. Sijui kama unanielewa, ilikuwa ni sherehe ya miungu ya jua tarehe kumi na saba hadi ishirini na tano. Ilijumuisha kula, kunywa pombe, kubadilishana zawadi na mapambo, hasa mti wa kijani uliowekwa ndani ya nyumba. Wapagani waliamini jua lilikuwa limezaliwa upya baada ya siku fupi zaidi ya mwaka. Ibada ya Mithra ni ipi? Yaani au Mungu wa jua. Mithra alikuwa Mungu wa jua, siku ya kuzaliwa kwake ilikuwa Desemba 25. Warumi waliamini kuwa jua linaanza kushinda giza kuanzia siku hiyo. Kanisa la Roma lilibadilisha maana ya sherehe hiyo, likaipa jina jipya Christmas, likidai sasa ni kwa Yesu badala ya jua lakini kiini cha sherehe kilibaki kile kile, mavazi, miti, zawadi, muziki na vyakula. Na mpaka leo huwezi ukasherekea bila hivyo vitu. Sasa, wakati Ukristo ulipoenea Roma katika karne ya nne, Kanisa la Roma lilijaribu kuwavuta wapagani kwa kuwabatiza desturi zao. Badala ya kuharamisha sherehe za jua, waliziita sherehe za Yesu. Papa Julius wa kwanza mwaka 350 baada ya Kristo walitangaza rasmi tarehe 25 Disemba kuwa siku ya kuzaliwa kwa Kristo, lakini hii haikuwa agizo la Yesu wala la mitume. Ni mchanganyiko wa Ukristo na upagani. Katika Kumbukumbu la Torati 12:30 mpaka 31, anasema jihadhari, usinaswe, usiige namna zao za kuabudu miungu yao. Kwa hiyo desturi yoyote iliyoanza kwa wapagani, hata kama kwa sasa inasemwa ni kwa Yesu, bado ni machukizo kwa Mungu, na hata wao takuwa shahidi hata leo, wanaosherekea sherehe lazima kuna... inasherekewa na watu wote, wapagani wanajiandaa kusherekea lakini hata ambao hawamjui kabisa huyo Yesu, lakini siku hiyo wako tayari kusherekea. Sasa napoenda kumaliza, ni kwamba Krismas ni sherehe ya kipagani iliyopewa jina la Kikristo. Yesu hakuitoa wala mitume hawakuadhimisha. Biblia inatumisa tusichanganye nuru na giza. Kwa hiyo kanisa la kweli halishiriki katika desturi za kipagani.